Allah, thumma salatu baadu, wa bd wasalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'd ndugu zangu waandishi wa habari leo mmekuja nyumbani mmetaka ufafanuzi wa jambo fulani ambalo nimeona ni vizuri ni nikalisemea E, jumuiya yetu ya maridhiano na amani Tanzania e, imekuwa na walezi kadhaa ambao tunawatambua kama walezi kwa mujibu wa katiba yetu, lakini pia tunaye mlezi mheshimiwa Jodevi ambaye ni maarufu katika mkoa wa Arusha na Tanzania kwa ujumla ambaye anaitwa nabii mkuu. Sasa kuna baadhi ya watu wamenipigia simu nyingi wakitaka ufafanuzi juu ya mkuu, nikasema basi ni vizuri nilisemee jambo hili, kwa sababu jumuiya yetu ni jumuiya ya maridhiano na amani Tanzania na ni jumuiya ambayo inaheshimu eh, kila mmoja imani yake na dini yake na tunaposema au wanaposema au anapoitwa kuwa ni nabii mkuu. E, je anaitwa kwa istilahi ipi? Istilahi yetu sisi Waislamu au istilahi yao ndugu zetu wa Kristo? Kwa sababu kila watu wana istilahi zao katika swala la unabii. E, sisi kama Waislamu tuna istilahi zetu. Kuna nabii, kuna rasulun Eh, tunaposema nabii katika Uislamu ni mtu ambaye aliyepewa utume lakini hajakalifishwa ule ujumbe aliopewa kuufikisha kwa wengine, lakini ni mtume. Kama vile nabiullahi Adam alaihi salatu wassalam, anaitwa nabiullahi Adam, ni mtume wa Mwenyezi Mungu, lakini alichopewa hajalazimishwa akipeleke kwa wengine. Alafu kuna mwingine anaitwa rasulun, rasulu ni mjumbe sasa rasulu ni yule ambaye amepewa utume akala akalazimishwa aufikishe huo ujumbe kwa wengine. Kwa hiyo kuna mwingine anaitwa nabiyun wa rasulun, yani mtume na ni mjumbe ambaye amekalifishwa kufikisha ujumbe huo. Sasa nilikuwa nataka niwaambie Waislamu kwamba sisi katika istilahi zetu na katika imani zetu kama Waislamu, la nabiyya ba'da muhammadin, hakuna mtume baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini tunaona wenzetu wa Kristo e, tunawasikia siku zote kuna manabii, kuna mitume. Sasa ni vizuri tukasoma vizuri kwamba haya ambayo wenzetu wanajinasibisha nayo yapo katika vitabu vyao e, hayapo kwenye vitabu vyetu. Sasa kama yako kwenye vitabu vyao, tunawaacha na vitabu vyao kwamba kuna manabii na mitume. Tukija kwetu katika Uislamu, hakuna mtume baada ya mtume Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo utaona kwamba ni sala tu la kufahamu mambo haya na, ku, na kuheshimiana vizuri. Mfano katika Bibilia tukisoma Waefeso 4 mstari wa kumi eh, na Biblia yangu hapa wanaisoma isoma kama wanavyosoma kina Mazinge na wengine, na mimi wanasoma Biblia sana. Sasa ukisoma katika Waefeso Nne mstari wa 11 inasema kuhusu Yesu, naye alitoa wengine kuwa mitume na wengine kuwa manabii na wengine kuwa wainjilisti na wengine kuwa wachungaji na walimu. Hiyo ni Efeso 11 4 11.

wa wa muallimin, huwa wa ata lbada, naye alitoa baadhi. Yani Yesu ayakunu rusulan, wengine kuwa ni wajumbe. Yani katoa katika watu wake, wanafunzi wake, wengine amewatuma kuwa wajumbe. Walbad anbiya, na wengine akawatuma kuwa ni manabii. Sasa unabii huu una tofauti na unabii wake mwenyewe Yesu, alayhi alhi salatu wasalam. Wal ba'd mubashirin na wengine ni wainjilisti mubashirina ni wale wainjilisti walbaadha ru'atan na wengine kuwa ni wachungaji, wa muallimin na wengine kuwa ni walimu. Yesu aliwatoa. Sasa ukiangalia unabii unaotajwa na ndugu zetu wa Kristo, ni unabii kwa mujibu wa vitabu vyao, kwamba sisi kama waislamu hatuna sababu ya kupata shida juu ya mtu kuitwa nabii au kuitwa kuitwa nabii mkuu. Sisi kama waislamu si katika imani zetu juu ya hayo, lakini ni katika imani zao wao. Sasa jumuiya ya maridhiano na amani Tanzania e, inapokea watu wa imani zote kwa kila mtu kwa mujibu wa andiko lake. Sasa ukiangalia pia katika Matayo ishirini na tatu 34. Pia inasema kwa sababu hiyo, angalieni mimi natuma kwenu manabii na wenye hekima na waandishi. Hiyo ni Matayo 23, 34 ambayo kwa Kiarabu ukisoma pia eh, kwa Kiarabu pia ukisoma hiyo Matayo inasema lidhalika labina, isipokuwa sehemu moja tu ya tofali ikawa iko wazi, haijakamilika. Fajaala nnasu yandhurunaha wayataajabuna anha, ikawa watu wanatazama lile jengo, ile nyumba, huku wanashangaa, nyumba nzuri, lakini kuna tofali pale halijakamilika. Sasa mtume anasema fa ana maudhiu labina, mimi ndio mahala palile tofali. jitu khatamtu al-anbiya, nimekuja kuhitimisha utume. la nabia ba'di wala rasul, hakuna mtume baada yangu wala hakuna e, mjumbe yoyote atakayekuja. Kwa hiyo, kwa mujibu wa imani ya Kiislamu hakuna mtume baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa mujibu wa imani za wenzetu wa Kristo uko utume ambao tunaona katika Biblia Yesu anawapa eh, anawapa watu wake huohuo huo, huo utume. Sasa watu watakuitwa manabii kwa imani za wenzetu, au kama huyo ambaye anaitwa nabii mkuu kwa imani za wenzetu. Sisi kama Waislamu hatuna sababu ya kukwazika kwa sababu eh, si imani yetu sisi kama Waislamu. Kwa hiyo Mheshimiwa Judevi ambaye anaitwa kama nabii mkuu anaitwa nabii mkuu kwa imani za wenzetu si kwa imani zetu sisi kama Waislamu. Kwa hiyo na, kila mtu ana, ana imani yake. Sisi kama Waislamu tutaendelea e, kuwa na mahusiano na watu wa dini zote na watu wa imani zote, na kwa kadri ya mtu anavyojiita au anavyoitwa na kutambulika kwa nafasi yake, lakini kila mmoja atabaki na imani yake kwa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania tuna watu wa madhehebu mbalimbali, e, kuna Mabudha mule kuna watu pengine la dini laum haona hata dini. Kuna watu wanamna mbalimbali wengi tu, si Bahai wengi tu, madhahibu mbalimbali mbali, lakini lengo letu si dini mseto, sikuwaleta pamoja katika ibada ya pamoja. Hakuna jambo hilo, hatutawaridhia na wala juu ya jambo hawataturidhia hilo. Wala ntarda anka alyahud wala nasara hata tatabia millatahum, hawatawaridhia Mayahudi wala Manasara mpaka muwezi kufata mila yao. Kwa hiyo sisi hatuwezi kuwaridhia na wao hawezi kuturidhia kwa maana hakuna dini mseto hapo. Kila mtu ataabudu kwa namna yake. Isipokuwa tunachofanya ni kuleta mahusiano ya kibinadamu kuishi kwa pamoja, kupiana amani kwa pamoja. E, na ndio maana tuna madaktari wa namna zote wa Kristo wa Uislamu, tuna walimu wa namna zote wa Kristo na wa Uislamu. Wala uwezi ukasema kwamba nataka nisomeshwe na huyu Muislamu tu au Mkristo tu au nitibiwe na Mwislamu tu na umkristo tu, au damu yangu ye mgonjwa wangu atuwe damu ya Mwislamu mwenzangu au ya Mkristo mwenzangu. La, mambo yale ya insania ambayo Uislamu umeelekeza ndiyo ambayo eh, yanawaleta wanajamati pamoja, ni mambo ya kibinadamu. Kwa hiyo nimesema kwamba nitoe ufafanuzi jambo hili eh, baada ya watu kuona mlezi wetu eh, mheshimiwa Judevi. E, wengine wakawa wameniuliza na hivi na vile, lakini ufafanuzi ni kwamba sisi tunaendelea kuheshimiana juu ya imani zetu, na hizo ni imani za kila za kila mmoja wetu, na tutaendelea kuheshimiana kila mmoja kwa nafasi yake e, anayoitwa anayofahamika, lakini siku zote kila mmoja aendelee kulinda imani yake. Na huu ndio msingi, kila mmoja aendelee kulinda kulinda imani yake, na kama unamhitaji mtu basi unampiga dawa, unamhubiria akikuelewa atakufuata, na hii ndio kazi ambayo sisi tumepewa kama Waislamu, kuwaita kuwaita wengine. Qul hadhihi sabili adu ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin. Wallahu waliyut tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.